wale au yale ambayo yanamuudhi Allah waake, sallama, na mtume wake sallallahu alaihi wasalama min alladhina utu lkitaba walmushrikin, kutokana na yale maudhi ambayo yanatokea kwa wale ambao wamepewa kitabu na washirikina, yaani yale maudhi ambayo yanatoka kwa Mayahudi na Manaswara na washirikina, kao afanye subira kutokana na hayo maudhi. Wa amma ahlul quwwa, amma wale ambao wanaishi kwa nguvu, yaani wao si wanyonge

na watafanyia kazi aya ambayo inabainisha wajibu wa kupigana na wale ambao wamepewa kitabu mpaka watoe jizia kwa mikono yao, hali ya kuwa wao ni wanyonge, hali ya kuwa wao ni madhalili. Na haya maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yaliyopo katika assalim almaslul ala shatimi al rasul sallallahu alayhi wasallam, haya maneno ndiyo hali ya mtume sallallahu alayhi wasallam Yani, yanaonyesha hali mbili za mtume sallallahu alaihi wasallam, au hali tatu za mtume sallallahu alaihi wasallam wa sallam. Hali ya kwanza alipokuwa Makka, mtume alipokuwa Makka aliishi kwa kunyanyaswa, mtume mwenyewe alipigwa, masahaba wake walipigwa, mpaka hali ikawa nzito mpaka kin Abdurrahmani ibn Aufi na wengineo wakaenda kwa mtume wakasema: ya Rasulullah, sisi tulikuwa ni madhaifu ma tulikuwa ni sisi tulikuwa ni tuna nguvu aiza, kabla ya Uislam sisi tulikuwa ni aiza, tulikuwa na nguvu, tunaheshimika hapa mjini Makka, lakini kitendo cha kuingia katika Uislamu tumekuwa madhalili, tunapigwa Walikuwa nataka nini? Akina Abdurahmani ibn Aufi walikuwa nakusudia kwamba mtume awaruhusu mle mtaani, umo mtaani, umo kwa mfano Abujahali, tunajua anaishi wapi Abu Jahali, nyumba yake tunaifahamu, uko pale, tupita pale, tunamvamia Abujahali, tunamshika nani nanii, eh, kisha tunampiga ngumi akufa, kisha tunamvamia si nani huko kafiri fulani, tunamkamata, tunampiga tunawavamia wengine hivyo hivyo, tunakuwa tunawaua, na waliowaua ni watu wasiojulikana. Walikuwa wanataka sala kama hilo la watu wasiojulikana shekh, wanawavamia mmoja mmoja, walikuwa wanataka hilo. Mtume akamwambia, hapana, ana lam ubath li hadha, mimi sijatumwa kwa ajili ya jambo hilo. Wa innama bu'ithtu rahmatan lil alamin, mimi nimetumwa nkiwa ni rehma wajiri wa ulimwengu wote. Isbiru, fanyeni subira, fanyeni subira kwayo. Kwa hiyo yule ambaye alikuwa ni mnyonge katika yale maeneo afanye subira mpaka kheri ifike. Hii ni hali ya kwanza kwa wale ambao watakuwa wanaishi katika miji hali ya kuwa wao ni wanyonge, hawana uwezo wa kuhama, wataishi katika hali ya subira.